Habari pendo mtazamaji popote pale ulipo katika ufuatiliaji wako wa channel hii Aisha's Food, leo nimeweza kuwaleteni jinsi ya kutengeneza barfi. Kwa wale ambao walikuwa wanatamani hii recipe, basi nimeweza kuwaleteni na natumaini itakuwa nimewakonga nyoyo zenu. Katika mahitaji ambayo yanahitajika katika hizi barfi ni vanilla, sukari kama hivyo, nimetumia sukari nyeupe, unaweza kutumia sukari ya brown ni sawa. Maji vikombe vitatu, maji ya kawaida tu ya bombani, sio maji ya moto, ni ya kawaida tu. Samli kama hivyo, pamoja na maziwa. Mimi natumia nido mara kwa mara, sababu ndiyo ambayo yanapatikana kwa urahisi kwa hapa nilipo. Nimeweka maji katika sufuria kama hivyo ambavyo inaonekana nitafuatia kuweka sukari na kisha nitaweka vanilla. Upande wa sukari, unaweza kuweka sukari ya brown na barfi zako zinakuwa nzuri sana, na ukipata sukari nyeupe, basi unaweza kutumia. Kwa hiyo hapo hakuna formula maalum ya sukari, unaweza kuweka sukari ya brown ama unaweza kuweka sukari nyeupe. Sukari ni sukari. Nitachanganya vizuri, na kisha nitafuatia kuweka samli vijiko vitatu vikubwa vya chakula kama hivyo. Baada ya kuweka samli, nitaacha jikoni samli ipate kuyeyuka vizuri kabisa, na kisha baada ya hapo nitaangalia sukari. Inatakiwa sukari inate kama sukari ya kutosea visheti au makaimati. Hivyo ndivyo ambavyo inatakikana sukari yako iwe na, ukiona sukari yako hainati, basi acha jikoni mpaka pale sukari yako ivutane vizuri. Baada ya hapo, nimeongezea kuweka maziwa yani, nimefuatia kuweka maziwa. Nimeanza kwanza kwa kuweka vikombe vinne. Na ukiweka maziwa kama hivyo, hakikisha unapunguza moto. Moto hautakiwi kuwa mkali, moto weka mdogo mdogo, huku ukichanganya vizuri. Hakikisha maziwa yamechanganyika yote kwa pamoja, yani yamechanganyika vizuri, yani upate rojo zito la maziwa ya unga kama hivyo ambavyo inaonekana. Naendelea kuchanganya vizuri, unachanganya kidogo kidogo taratibu, usitumie nguvu. Na pia nashauri utumie mwiko ambao, usitumie mwiko wa plastiki baada ya hapo nimeongezea maziwa vikombe tena viwili kwa hiyo jumla maji vikombe vitatu sukari vikombe viwili maziwa ya unga vikombe sita vikombe ambavyo nimetumia ni measuring cups mils mia mbili hamsini nitaendelea kuchanganya kama hivyo ambavyo inaonekana unakuwa unachanganya unakoroga vizuri, unaweza ukapika kama ugali pia inakuwa ni sawa, kama ikiwa hau haujapata matokeo mazuri, lakini hakikisha kwamba kila kitu yani kimechanganyika vizuri, na ukifuatisha hizi step by step unapata matokeo ambayo ni mazuri sana. Baada ya hapo basi, nitatoa ni mchanganyiko huo, nitaweka katika bakuli kama hivyo. Napenda kutengeneza barfi kwa rangi tofauti tofauti nzuri za kuvutia, lakini kama unaona rangi kuweka haupendi, basi unaweza ukaacha hivyo hivyo, yaani ikawa tu ni plain, pia inakuwa ni sawa na zinakuwa zinapendeza. Baada ya kutoa mchanganyiko kama hivyo, nitaweka rangi ya papo kama hivyo, nimependa rangi ya papo ama zambarau na kisha wakati unaweka rangi hakikisha unazima jiko moja kwa moja, na usiogope kuwa mchanganyiko wako ni mlaini sana ama ukawa unahofia hautokaza. Hapana, zinakuwa zinakaza vizuri kabisa, na zinakuwa ni tamu na nzuri na zenye kuvutia. Nikishamaliza kama hivyo, nitaweka tena katika bakuli na kisha nitaacha mchanganyiko upate kupoa kwa sababu bado ni wa moto, unakuwa hautopata zile za kutengenezeka vizuri. Na katika bakuli jingine nimeweka rangi ya pinki ile kali. Unaweza ukaweka rangi nyingine yoyote ile ambayo unataka. Hizi ni zile rangi za chakula, nimetumia rangi ya maji ya chakula, lakini unaweza ukatumia rangi ya unga nyekundu, kama unapenda kijani kama unapenda, kama unapenda rangi ya orenji, basi unaweza ukaweka rangi ya orenji, inakuwa pia haina tatizo. Na hapo nitaweka rangi ya njano kama hivyo ambavyo inaonekana, nitachanganya vizuri na kama hivyo ambavyo unaona, maziwa yakikaa yanakuwa yanakuwa ya na baridi na yanakuwa yanakaza vizuri. Na hapo sehemu za kuchanganya kama hivyo nitaacha, na kisha nitachukua tray kwa ajili ya kutengenezea barfi zangu. Huo mwingine nimeuacha uwe plain ili kwa ajili ya kutengenezea, ni kuweka rangi mbili tofauti kulingana na vile ambavyo mimi nataka na hapo nimechukua ule mchanganyiko ambao ni plain, nimetengeneza kiduara cha kiasi, na nimechukua mchanganyiko wa papo, nimetengeneza kiduara cha kiasi, na kisha nimeunganisha pamoja kama hivyo, nitatengeneza duara, yani kiduara tu kimoja kama hivyo, na kisha nimechukua design ile ya kutengenezea barfi. Zipo dizaini tofauti tofauti unaweza ukatumia, kuna nyingine za makopa, kuna nyingine za pembe nne. Kama hauna hizo kabisa, basi utachukua kibao chako cha ja kusukumia chapati ama sinia, utapakaza mafuta, halafu utamimina mchanganyiko wako wa maziwa, utasubiri kidogo ukaze, halafu utapitisha kisu na utakatakata kama kashata, pia inakuwa ni sawa na zinakuwa pia ni nzuri. Na hapo naendelea kutengeneza kama hivyo ambavyo inaonekana. Na kama ni mgeni ama ni marako wa kwanza kukutana na chaneli hii, na kusihi ndugu yangu, usisahau kusbsrb, kulaiki, kukomenti na kushiana marafiki, bila kusahau matangazo ya mdomo kwa ndugu jamaa na marafiki, na wakaribisheni sana na kama hivyo ambavyo unaonekana, ukishamaliza, unakuwa unaziacha, usiende kuziweka kwenye friza, usiende kuziweka kwenye oven. Hizi barfi hazipikwi kwa oven. Yani ukishamaliza hapo, unaweza ukaziweka katika tray, zikapigwa na baridi, na zinakuwa zinakaza na mimi ndivyo ambavyo nimefanya. Nilipomaliza kutengeneza zote kwa pamoja, niliziweka kwenye tray kubwa ya kiasi, nikaziacha zikapigwa na baridi vizuri na zilikaza. Zilikuwa ni tamu tamu tamu, mashallah, mashallah, mashallah. Na mpaka kufikia hapo nakuwa nimemaliza kutengeneza barfi. Natumaini kwamba utajaribu hii recipe na utaipenda. Nawapendeni sana na watakieni weekend njema, bye.